Yes, mmoja kati ya vitu ambavyo kwa sasa vimeanza kuwa ni talk of the town kwa upande wa michezo ni kuhusiana na performance ya mchezaji mpya wa klabu ya soka ya Yanga na huyu mwingine mwingine ni Dupe. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamekuja uh, na ubora mkubwa sana lakini pia wamekuwa na performance ya aina yake, na wengi wamekuwa wakijaribu kumfananisha uh, Mayele ambaye aliwahi kupita ndani ya klabu ya soka ya Yanga. Ukiangalia kwa uh, mwezi huu Dupe amekuwa ni moja kati ya wa wachezaji ambao wameongoza kwa kuweka kambani uh, mipira mingi kwa maana magoli mengi, na wastani wa dakika alizocheza na magoli aliyopata ni takribani kama uh, kila baada ya dakika arobaini na moja na sekunde saba amekuwa akifunga uh, goli. Ni wastani wa hali ya juu sana, ni wastani mkubwa ambao unaonesha ni kwa namna gani Depo amekuwa ni mchezaji ambaye anakwenda kufufua matumaini mapya ya Dar es Salaam Africans kumpata mrithi wa Mayele. Tuliwahi kusema kwamba Fiston Mayele alikuwa uh, ni mchezaji ambaye pengine pengo lake ndani ya klabu ya soka ya Yanga ilikuwa ni ngumu sana kuzibika ku, lakini ujio wa Depo imekuwa ni moja kati na uh, ya yeah, kitu ambacho kinaonyesha ni wazi kwamba anakwenda kuziba pengo ambalo limeachwa na uh, Fiston Kalala Mayele ndani ya klabu ya soka ya Yanga. Depo amekuwa na wakati mzuri sana, amekuwa ni mchezaji ambaye ana kasi lakini pia analijua lango. Ni miongoni mwa strikers ambao wanajua namna ya kujiposition, wanajua namna ya kucheza na defenders, na jinsi ambavyo wanaweza wakatumia techniques mbadala kwa ajili ya kuwapiko na mwisho wa siku kuscore. Tumeona ni mchezaji ambaye amekua na morali kubwa sana, amekuwa ni mchezaji ambaye karibia kila mechi aliyoicheza amefunga goli. Hii inaonesha ni wazi kwamba Dupe amekuwa ni mchezaji mwenye ubora mkubwa sana, ni mchezaji ambaye anakwenda kuinufaisha Young Africans katika sajili ambazo zimefanyika kipindi hiki cha msimu wa dirisha dogo. Tulisha kusema kwamba moja kati ya sajili bora zaidi kwa kufanyika ni pamoja na ujio wa Dupe lakini Uh, sambamba na hayo pia uh, usajili wa um, Alan Okello umekuwa ni usajili bora pia, lakini uh, Dupe amekuwa ni bora zaidi kwa sababu ni mchezaji ambaye tayari ameonyesha makocha yake, na kama angekuwa amesajiliwa kipindi cha msimu wa dirisha kubwa kabla ya kuanza kwa msimu wa ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League kwa msimu wa 25 26, basi nafikiri ingekuwa ni mchezaji ambaye paka sasa angekuwa ni mchezaji anayeongoza kwa idadi kubwa ya magoli, kwa sababu tumeona performance yake imekuwa ni performance ya aina yake, ni performance bora, ni performance tofauti ambayo, um, inaonyesha ni kwa nini Young Africans wadamua kumsajili mchezaji huyo. Nafikiri uh, ubora wake unakwenda kuwanufaisha Dar es Salaam Young Africans. Pia hata kwa upande wa michezo ya kimataifa tunafahamu kwamba Young Africans wamecheza michezo, michezo mitatu tayari katika upande wa ligi ya mabingwa bara Africa Cup Champions League, ambavyo katika michezo hiyo mitatu miwili mmoja umetoa sale mmoja wameshinda na mmoja wamepoteza, na wakiwa wamebakiwa na michezo mitatu ambayo itakwenda kutamatika. Na miongoni mwa michezo hiyo mitatu basi, miwili ni mchezo wa siku ya Jumamosi dhidi ya Al Ahly ya kule nchini Misri, lakini pia dhidi ya farabati wakiwa kule ugenini, sambamba na JS Kabylie wakiwa nyumbani.